Majina naitwa Aiden Avokatus nimehitimu chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Morogoro. Kwa sasa hivi najishughulisha na kilimo cha uyoga. Uzoefu wangu kwenye kilimo cha uyoga ni mwaka mmoja na miezi kadhaa. Ujambo, mtazamaji wa maco TV, na karibu leo hii tumefika sugeko Morogoro, ambapo tunakutana na mkulima wa zao la uyoga. Leo hii tutajifunza mengi kutoka kwake, na pia kama utapenda video hii hapo, usisahau kusubscribe Ulike, na pia ni nini hasa angepacho kipenda kutoka kwake tuandikie hapo kwenye comment box below. Karibu. Kwa majina naitwa Aiden Lokatus, ni mhitimu wa chuo cha Sokoine cha kilimo Morogoro, kwa sasa anahusika na, na kilimo cha uyoga. Kwa mtu ambaye ni kwa mara yake ya kwanza kabisa kusikia kwamba kuna kilimo cha uyoga, kwa ufupi tu kwamba mtu ili aelewe kwamba kilimo cha uyoga anaweza kaelewa, kwa kumwambia kwa ufupi Uh, uh, kimsingi, uyoga zamani watu walikuwa wanaokota uyoga, wanaenda polini, unakuta uyoga kwenye miti au kwenye vichuguu, mtu anakuta uyoga, kama ana bahati anakuta uyoga anachukua anaenda kula. Lakini kwa kadri teknolojia zilivyo zili kukua, sasa hivi uyoga unaweza kulimwa, na kwa kwa, hatua niliofikia mimi Naweza kulima uyoga unaitwa oyster, oyster nyeupe. Mpaka sasa wewe una uzoefu una, una muda gani ukiwa unafanya shughuli hii? Kwa sasa hivi nina uzoefu wa mwaka mmoja na miezi kadhaa, baada ya kuanza kilimo cha uyoga. Maana ninaanza kulima uyoga mwaka jana, baada ya kuhitimu chuo kikuu. Okay. Mpaka sasa una mwaka mzima upo kwenye shughuli hapa ya uyoga na bado unaendelea nao. Je, unaona kwamba hii inalipa au ina faida? Uyoga una faida kuliko nadhani mazao mengi. Sababu uyoga unaweza kulima ndani ya mwaka mzima, mwaka mzima unaweza kulima uyoga, unaweza kulima uyoga kila siku, na ukishaanza kulima uyoga hamna kurudi nyuma, lazima kila siku uvune uyoga, lazima okay. Kwa hiyo faida ni kubwa sana, kwa sababu soko japo tunapambana nalo, lakini uyoga una una bei kubwa kulingana na mazao kuliko mazao mengine mengi tu ambayo yanalimwa. Okay, so kwa mtazamaji ambaye ndo kama mimi sando mara yangu ya kwanza kutazama hapa, mchakato ni upi sasa ambao unahitaji kwenye kulima uyoga? Yaani ili mtu afanikiwe sasa kufanya kilimo hichi cha uyoga inatakiwa aanzie wapi? Ah, tumezoea kwenye uwekezaji na na kilimo hasahasa, tunasema kuna kuwa na uwekezaji mkubwa, lakini kwenye kilimo cha uyoga unahitaji kuwa na mamilioni ili uweze kuanza kulima uyoga, unahitaji kuwa na vitu vichache tu. Cha kwanza, inabidi uwe na eneo eneo, ujenge jengo, sio eneo kubwa, sio labda heka au no, jengo tu la uwezo kadhaa. Inabidi uwe na jengo. Cha pili, inabidi uwe na, na mbegu ya uyoga. Nitawaonyesha mimi na nina, utaalam pia kutengeneza mbegu ya uyoga lakini pia lazima uwe na vimeng'enywa vya uyoga. Kama unavyoona hapa, tuna pumba ya mbao, tuna pumba ya mpunga. Mimi hivyo ndio vitu ambavyo natumia kulima uyoga, kwa hiyo ni mabaki ya kilimo ambayo mimi najaribu kuona thamani yake. Kwa hiyo kwenye kulima uyoga unahitaji kuwa tu na baadhi ya vitu vichache, kama turubai, mifuko kama hii, kamba kama hizi, ambazo ni rahisi tu kuzipata ndio. Okay. So tukianza na kwenye upande wa jengo ni kwamba kila jengo linastahili ama jengo la kufanya shughuli hii hapa uh, ya kilimo cha uyoga inatakiwa liwe na sifa zipi zaidi? Jengo la uyoga ni tofauti kidogo na majengo mengine, inabidi jengo la uyoga liwe na uwezo wa kukupa vitu vingine. Cha kwanza, cha kwanza kabisa, uyoga unastawi sehemu yenye baridi, ndio maana hata ule uyoga ambao upo polini <laughs> kiangazi, utakuta kwenye mvua za vuli masika, pale ndo utakuta kuna baridi. Kwa hiyo hivyo hivyo mazingira ambayo uyoga wasiku unapatikana hayo hayo ndo tunayaigilizia kwenye hili jengo, kwa maana kwamba jengo lazima liwe na kukupa ubaridi. Kwa hiyo uyoga unastawi sana sehemu ya baridi. A pili, uyoga inabidi ukuwe sehemu ya giza, siyo giza totu, no giza ya kawaida tu, lakini inabidi kusiwe na mwanga wa moja kwa moja kutoka kwenye jua. Pia kitu cha tatu ambayo jengo inabidi liwe nacho ni hewa, mzunguko wa hewa huwe mzuri sana. Yeah, mzunguko wa hewa uwe mzuri, kusiwe na mgandamizi wa hewa. Kwa hiyo kwa uyoga kwa, kwa, na wenyewe ni viumbe hautakii kuwa na mgandamizi wa hewa k, kuwe na mzunguko wa hewa mzuri, ili kuwe na na hewa nzuri tu na kitu cha mwisho ambacho jengo inabidi likupe, inabidi liwe na uwezo kukupa unyevuunyevu. Unyevu huo unyevu, unyevu, unyevu, unyevu ni humidity ambayo saa nyingine inabidi uiweke uy, una mwagia maji kuongeza unyevu mara nyingi, na ukimwagia maji sio umwagie maji afu yakauke hapo hapo kwa hiyo jengo kama linaweza kutunza huo ubaridi ni vizuri zaidi. Jengo lina mabati kwa juu, naona hapa hapa. Hii oga, maji mnayamwagia wapi? Sasa maji tunamwagia kwenye kuta, kuta, kuta za huu mkaa. Anyway, huu mkaa ni kwa ajili ya ni kwa ajili ya kuweka ubaridi hapa ndani okay. Na baada ya ba, hii na sio lazima iwe mkaa, unaweza kutumia mabanzi au makuti na magunia, ni wewe tu utakavyoamua na ma, mkaa nadhani teknolojia ambayo imeshapitwa na wakati mm. Na watu wa majasiri wat wanajua wanavyofanya. Hii ni teknolojia ambayo imeshapitwa na wakati na hairuhusiwi tena kutumika, na kwa hiyo hili jengo likuwepo, lipo tu, mimi tu nimeamua kulitumia kwenye kilimo cha uyoga, lakini wewe kama unaanza, utakii kujenga jengo kama hili, inabidi utumie mabazi okay, au makuti. yeah. Okay. Sasa tumeshamaliza kwenye upande wa jengo na nahisi kwa mtazamaji ambaye anaweza akahitaji, kwa sababu jengo hili hapo huwezi kujenga kwa kawaida, kuna utaalamu ambao unahitajika kwa, kwa kumsaidia tu mtu ambaye ni wanamna hii hapo. Je, hiyo huduma anaweza akaipata hapa ya kujenga jengo ama atafanya nini? Jengo la mkaa sasa hivi hatujengi, lakini tunaweza tukajenga tu jengo la mabanzi na makuti lakini hili jengo la mkaa au mabazi na makuti ni kwa wale watu ambao wanakaa kwenye maeneo ambao ni ya joto sana. Okay. Kwa watu ambao wanakaa kwenye mazingira ambao ni ya baridi haina haja ya kuwa na jengo kama hili. Watu ambao wanakaa Njombe huku kwa baridi sana haina haja ya kuwa na jengo la, sababu kuna baridi. Ya tu, ya kufunikia baridi sababu tayari kwao wanakuwa na faida ya mazingira, lakini kwa Morogoro kuna joto sana. Ndio maana huwezi kukuta mtu analima kama analima kwenye jengo kama hili kwa okay. hiyo yeah. Kuna kitu labda sijakuuliza kwenye upande wa jengo ambacho ni mtu ni lazima akifahamu. Kwa uzoefu wako, uh, gharama za wa jengo kwenye mkaa ni kubwa sana hmm. ukilinganisha okay, na gharama za jengo ambalo ni la mabanzi na, na magunia hmm. Magunia na mabanzi yanakuwa ni rahisi ya na kwa mtu anayeanza kuepuka gharama kubwa sana wakati wa kwanza, yes, inabidi uopti mbanzi majengo. Sasa ni kitu kingine kipi ambacho kinafuata baada ya mtu kumkamilisha mazingira haya sasa? Yeah. Baada ya kujihakikishia una jengo ambalo linaweza ika kupa hivyo vitu vinne, yes, kitu kingine ambacho inabidi uwe nacho ni vimeng'enywa, kama nilivyosema awali, vimeng'enywa mimi ambavyo natumia ni pumba ambao na pumba ya mpunga basi lakini, wakulima wengine huwa wanatumia maganda ya, ma, ya mabua ya mahindi, mabua ya mahindi. Wengine wanatumia mabua ya mpunga, wengine wanatumia majani ya migomba, wengine wanatumia mashuga ya rizeti. Anyways, vyovyote tutakavyotumia, lakini lazima uwe na vimeng'enya. Kitu cha pili, nacho lazima uwe na mifuko special kwa ajili ya kilimo cha uyoga. Uyoga unalimwa kwenye mifuko special. Na mimi huwa naagiza kiwandani na pia huwa na nawauzia wakulima udogo udogo mifuko ya, ya, ya uyoga. Kitu kingine unachotaka kuwa nacho ni tubai kama hili kwa ajili ya, ya ku ya kutumia kama nilivyotumia hapa na kwa ajili ya kuchanganyia pia kitu kingine lazima ambacho lazima uwe nacho lazima uwe na pipa, pipa kwa ajili ya kuchemshia. Uko nao moja sawa, mawili hata matatu, kulingana na na hatua uliofikia kwa ajili ya kilimo cha cha uyoga. Kitu kingine unachotakiwa kuwa nacho ni maji. Maji pia yanahitajika kwenye kilimo cha uyoga, sio maji mengi sana kama shambani kule, a maji tu kwa ajili ya kuongeza unyevu unyevu kipindi tutakapokuwa tunamzilizia ndani huku pia wakati wa kuchanganya mchanganyiko wako, pia maji yanahitajika, pia wakati wa kuchemsha kule maji yanahitajika. Maji ni kitu ambacho inabidi uwe nacho. Kitu kingine ambacho inabidi uwe nacho ni mizani, kwa ajili ya kupimia unapovuna uyoga. Mizani inabidi uwe nayo na vifungashio kwa ajili ya kufungashia, lazima uwe navyo pia na, yeah hivyo ni vitu baadhi vya muhimu ambavyo inabidi uwe navyo wakati wa kulima wakati wa kulima. Okay, tumeongea yeah, vizuri vingi na watu wamejifunza vingi kutoka hapo. Labda tu kwa ufupi tu, sasa unaweza ukatupa kama ndogo tu, tu, mchakato ambao unaofanyika una kwamba kuanzia A mpaka Z kwamba ili mtu apate uyoga na time frame ambayo inamchukua kwamba inachukua kwa muda gani kwamba kwa katika kuandaa uyoga wenyewe mnaanza kwamba tunaanzia hapa, tukitoka hapo tunafika hapa, tunafanya hivi na muda wote hapa hivi, kwamba inachukua muda gani mpaka kuja kuvuna uyoga wenyewe? Mzunguko wa uyoga ni una, una, unachukua miezi minne, miezi minne mitatu mpaka minne, na huwa ni mchakato unaoanza siku ya kwanza mpaka siku ya ishirini na nane. Mimi fomu yangu ninayotumia naanza siku ya kwanza mpaka siku ya 28 napata uyoga awamu ya kwanza. Baada ya siku saba mpaka 14 napata awamu ya pili. Baada ya siku 14 tena, napata awamu ya pili ya tatu mpaka, yani, mpaka mzunguko wa miezi mitatu utakapopita. Kwa hiyo shamba moja kama hili, hii naita shamba, shamba kama moja kama hili hapa litanizalishia uyoga ndani ya miezi minne, na ndani ya hiyo miezi minne ili shamba moja itaweza kunipa wastani wa kilo moja mpaka kilo moja na nusu, kama bado hmm. Hili ni shamba la uyoga? Lile jengo anasema, lile mm -hmm. Siyo shamba, ile ni nyumba ya uyoga. Kwa hiyo huwa tuna nyumba ya uyoga okay. Kwa hiyo kwenye nyumba ya uyoga ndo tunaweka haya mashamba kwa hiyo sasa tumesema matirio yale ambayo tutatumia, yale ambao ndo yale pale kwa ajili ya kutengenezea kuweka mazingira ya kuzalisha uyoga wenyewe. mm. Ndo baada hapo naweka huko ya nimengenywa yeah. Hichi ni kuna nini huko? Pumba nimeweka pumba ambao. mm -hmm. Pumba ya mpunga na chokaa kidogo kwenye ratio maalum anyways. Hii ratio nimeitoa China mwaka jana, nilibahatika kwenda China nikajifunza mambo mengi kuhusiana na uyoga. Kwa hiyo, formula ambayo nimetoa huko nimekuja nayo inanipa, natumia vitu viwili tu, unga na mbegu. Mbegu. Okay. Mbegu. Kwa hiyo mko na mbegu tayari za kupika. Bado sijaanza. Okay, bado mchakato ni kwamba hivyo ukishachukua zile mbegu tazichanganya azimesheze kutezeka kama ukishachukua na nidi. Yale material yako ndio utachanganya utaweka umu. Uh, baada ya kutakasa hili shamba hili nitalitakasa baadaye, ndo mta nitaweka mbegu nitaweka mbegu tu kidogo hapa na hapa, nitaacha zangu siku, siku ishirini na nane uyoga utaanza ku uh, mbegu itaanza kutanda. Ikitanda itakuwa ili itabadilika kwa jeupe ndani ya siku ishirini na moja mpaka ishirini na nane then nitaruhusu uyoga uzae. Uyoga haujiruhusu kuzae, mm -hmm. Mimi ndio naruhusu uzae. mm -hmm. Yeah. Kwa hiyo mchakato wa hatua kwa hatua, japo huwa ni namshauri mtu aje mwenyewe afanye aone, sababu mm -hmm. unavyofanya unaelewa zaidi, lakini kiufupi, unachukua e, vimeng'enywa unavichanganya. mm -hmm. Baada ya kuvichanganya, unapakia kwenye hii mifuko, na ukishapakia kwenye hii mifuko unafunga mm -hmm nafunga huku mwanzo na mwishoni. Baada ya kufunga hivi, unapeleka kule juu kwa ajili ah, okay. okay? mm -hmm. ya ku, ya kutakasa sio juu, kulingana na setting yako, lakini mi nimesema kule juu kwa eh, sababu ni ni sema ambavyo ninatakasia lakini jikoni ne okay. tuseme jikoni, kwa hiyo, ukisha, ukisha atakasa, atakasa kwa hiyo ukishayatakasa, unayatakasa kwa mbuke mm -hmm. sio maji ya kuvuguvuga no. Unatakaza kwa mvuke ndani ya masaa matatu mpaka manne. Ni, ni, ni kitendo ambacho kinahitaji nishati kubwa, na ndio maana mimi nimekuwa mbunifu, nimetengeneza nime nishati kwa ajili ya kuepusha madhara ya kutumia kuni, lakini nimegundua kuna vitu nime vinaitwa mkaa mbadala, ambao unatengeneza baada ya ya mabaki ya uyoga yeah. Yaani, uyoga unapokula hiki kimenyenywa kinachobaki kile, yeah. Sikitupi, natengeneza ama mkamba na nitawaonyesha tu kwa baadaye. Baada ya kutakasa sasa, ndio unaweza ukaweka mbegu. Unatakasa kuondoa vijidudu vyote, vimelea vyote ambavyo viko hapa, kwa sababu uyoga, yeah, hauhitaji sehemu ambayo ina viumbe wengine. Kwa hiyo so, unaondoa fungus ambao wako humu, unaondoa bakteria ambao wako hapa ili uweze kuruhusu uyoga ni ukue, hautaki competition na wa, na viumbe wengine. Yeah, kwa hiyo baada ya kutakasa unachukua mbegu unaweka kidogo hapa na hapa, then unaweka kwenye jengo lako. Sasa ndio maana mwanzo nilisema hii ni hatua ya mwisho huko hiyo. Kwa hiyo unapoweka hatua ya huko hiyo, unaita kuatamia, unaziatamia. Kuna ambazo zitakubali, zingine zitakataa, labda kama bakteria iliingia au kama kwenye kutakasa haukuua wale bakteria vizuri, haukuua fangasi wengine vizuri, hmm. Ndio itakata. Lakini kama umetakasa vizuri kwa kiwango kinachotakiwa uyoga utaanza kutokazuenye mbegu. Umezungumza kwenye mbegu, mbegu mtu anatoa wapi? Zinaweza dukani anatoa mbegu. Inabidi uitoe kwenye sehemu ambayo ni aminifu sehemu ambayo unaiamini kwamba huyo mtu sio mbabaichaji na nina utaalamu, nina teknolojia tena, neza, begu. Ene, neza, neka, onesha, begu, ya kutengeneza mbegu n naweza nikawaonyesha mbegu ilivyo. Mbegu mbegu ni hapa yeah. Kama unavyoona mbegu haina kipengele chochote, mbegu inabidi iwe iwe nyeupe. Kwa hiyo hii ni mbegu ya uyoga na darasa la kutengeneza mbegu ya uyoga, pia tunatoa pia tunatoa darasa la kulima uyoga hatua kwa hatua. Okay. Yeah. Kuna watu wanatumia chupa kama hizi hapa nasta mbegu iko kwenye jaa hivi, yes. Lakini yeah. Nazo pia tunatengeneza mbegu za kwenye jaa, lakini hizi za kwenye kilo mimi ndio huwa wanapendelea kuzitengeneza kwenye shamba langu, lakini mtu akiwa anahitaji tunamwekea kwenye ja. Lakini kama nataka za kupima kwa kilo, hii ni nusu kilo na zenyewe tunatengeneza. Okay. Oh, k baada ya kuwa na hii mbegu uliyotoa sehemu inayoaminika, unaweza ukaanza kulima uyoga kwa gharama ndogo na ukaweza kujipatia kipato na ukaweza kukairisha jamii. Okay. Kwa hiyo sasa hapo ndo mbegu hii hapo tushaipata ndo tunaiweka huku. Na kwenye upande wa mbegu hapo kabla hujaenda mbele kuna aina tofauti za mbegu. Hizi zenye aina moja ni moja tu kama uyoga ni. Ndio maana nimesema uyoga ni oyster. Okay. Oyster mushroom. Oyster kwa Kiswahili wanaita ma mama mama ma. Kitu kama hiko. <laughs> Yeah, ndo nasikia <laughs> Hata nasema hivyo, lakini kwa Kiswahili ndio, kwa Kiswahili chake fasaha. Sikia. Yeah, okay. Mama, mama. Okay. Yeah. So, aku... lakini ishsikia mtu anasema mama lakini kuna jamii nyingine za uyoga mm -hmm. ambazo ni button, kuna ganoderma, kuna reishi ambayo ni ndo ganoderma mm -hmm. kuna enoki, kuna king oyster, hizo ambazo ni kwa sisi ambao tunaanza mm -hmm. ah. Nahitaji ku sio rafiki kwetu, sababu zenye zinahitaji teknolojia kubwa sana na zinahitaji kuwa na mtaji mkubwa. Kwa hiyo kwa mtu anayetaka kulima uyoga kwa hapa Tanzania unamshauri aanze na mbegu ya Oyster. Okay. Oyster ni uyoga ambao ni stahimilivu, hata kama kuna joto kubwa sana huwa unastawi, lakini ukiweza kupata joto ambalo ni kuanzia nyuzi joto 16 mpaka 24, ikienda mpaka 28 sio mbaya, lakini hapa huwa inaenda mpaka 28, lakini bado huwa na huwa kuna mbaye. Okay, yeah. Kwa hiyo sasa hii mbegu tukishaipata, ndio tunapandikiza huko kwenye shamba. Eh, unapanda kwenye shamba? Okay, panda kwenye shamba, unasubiri siku 28. Kwenye hiyo siku 28 unaposubiri, unaiweka wapi? Unaweka kwenye jengo la kuwatania. Okay. Jengo hilo la kuatamia unafanya lifaa jengo la kutolea uyoga, lakini kwa upande wangu mimi, na jengo la kuatamia liko hapa okay. na jengo la kuzalishia uyoga liko hapa, kwa hiyo muda fulani anakuwa hata tukafika tukaangalia, hili ni jengo la kuatamia na kwa hapa, haya ni mashamba ambayo nimeatamia, nadhani ameshafika wakati wahuu huyo uyoga. Kwa hiyo mimi tu ni naruhusu yaanze kuzaa, japo mengine yamejiruhusu, lakini huo uyoga una uruhusu ili uzae kwa pamoja, na kulingana na soko unaloweza kuwa nalo, soko linavyosema ndiyo unaruhusu uyoga uzae. Baada ya siku ishirini na nane ndiyo unakuja kuruhusu kwamba utoke uyoga huu. Eh, naruhusu uyoga utoke. Okay. Saa nyingine usiporuhusu unajitokea mwenyewe. Si unaona kwa mfano kuna hapa. Ni mzaidie. Hey, eh, hii hapa imejiruhusu. Lakini pia kuna zingine hapa zimejiruhusu tu bila. <laughs> Imetoka bila ruhusa. <laughs> Anyway. Yeah, kwa hiyo baada ya pia. Oh, baada ya siku 28 ndio uruhuswa. Okay. O oh, ni ndio maana nimesema uyoga unaweza ukalima mwaka mzima, kwa sababu unalima ndani ya ndani ya jengo. Ni wewe tu kuhakikisha kuna kuna zile parameta nne, kuwe na ubaridi. Kwa mfano kama hapa tupo ndani hapa, nje kuna joto sana, lakini kuko shwari hmm, kwa njia nyingine ya kupima kama eh, kwa mfano mimi sina vifaa vya kupima hizo eh, parameta hmm. lakini ukiingia tu sehemu yenye kilimo cha uyoga utasikia tu kuna mabadiliko ya kunakuwa na difference ya, ya joto mm, na naisikia kabisa yeah. Kwa hiyo ukisikia kuna ubaridi kidogo huko shwari, na uyoga una fry. Kwa hiyo ukiingia kwenye jengo ukasikia kuna kama unateseka fulani mm. Na uyoga ile, fikiria wenyewe ni single cell protein, kwa hiyo wenyewe utakuwa una utakuwa una, una teseka sana. Ukisha okay. yeah. uruhusu sasa, hapo ndo hilo shamba lako lina linaendelea kuvuna mpaka lini? Ah, ndo una unavuna ndani ya miezi mitatu mpaka minne, kwa maana ya kwamba ndani ya miezi mitatu mpaka minne utakuwa utavuna kilo moja mpaka kilo moja na nusu, kwa wastani wa kilo moja mpaka kilo moja na nusu kwenye kidude kimoja, na, na kama nilivyoona hapa, hii hapa, kila muda unapokuwa unavuna inakuwa kuja kuvunia hapa hapa eh, hapo hapo uyoga ulipotokea baada ya muda tena utatoka hapo hapo kila siku nakona kuja hapa. Mm. hawezi kutoka pembeni huku. Hmm. Kwa, huku ni either hapa au huku. Oh. Yeah. Ila saa nyingine nakuta imetoka both ends huku na huku. Na mbegu unapoweka naweka huku pote, pia naweka huku na huku. Na huku. Mbegu naweka upande huu. Hmm. na upande huu. Okay. Kwa hiyo yenyewe ina colonize. Hmm. Yeah. Sawa. Oh. Sawa. Kwa hiyo hapo baada ya siku 20 ndio kila siku, umesema kila siku unakuwa unakuja na kutoka, kuna uyoga kila siku. Yeah, kwa sababu mengine yanategemeana. Mm. Unakuta leo limezaa heri, mengine limezaa heri, mengine limezaa. Sijaweza kuwa na mekanizmi ya kuhakikisha uyoga unatoka kwa pamoja. Mm. No. Kwa sababu vifaa ninavyotumia ni manyo bado ni manyo. Kwa ile efficiency ya kuhakikisha kuna ile even distribution of nutrients same so, zote. Zile kuwe na ratio moja. Inakuwa ni nyingi leo. Okay. Kwa hiyo utakuta zinategemea, lakini na wewe unapopangilia ya mashamba yako kwamba labda kutakuwa na mshamba yenye mwezi mmoja, yenye wiki moja, yenye miezi mitatu, miezi minne nusu siku huu, kulingana na watu ambao kazi au kulingana na hatua ulionayo kwenye kilimo cha uyoga, ndio ndo ikaditamini nazasha kiasi gani average kiasi. Okay. So kwa kawaida tumeshazoea kama mashamba mengine, mtu akiwa analima baada ya kupanda mbegu, kuna management ambazo mtu anaziangalia hapo yeah. anaangalia labda aweke mbolea aweke nini kwenye shamba la uyogo. ukishaweka mbegu tu kwenye hili shamba ambalo umezunguza hapo. Maana maanae, unaweka ndani tu nasubiria au kuna management zingine ambazo naziweka, kama management zipo? <coughs> Management ya kwanza unakuwa unafanya monitoring, unaona je, unaona joto lipo au kuna panya ameingia hapo. Panya akiingia anakula mbegu, akila mbegu haitafanya vizuri vizuri, yeah. kwa ukiweza kuondoa panya it's fine, lakini kwa kwamba kuweka mbolea, hapana hatutumii mbolea. Kilimo cha uyoga ni pure organic, kwa sababu uyoga ni tunasema ni decomposer, wana fiber ni decaying matter ambao tayari tumeshaiwekea hapo, kwa haina haja ya kuwekea tena virutubisho. Virutubisho tumeshaveswa kulingana na ratio ambayo ninayo mimi, kisha ile pumba mpunga hmm. yeah, na pumba ambao management nyingine ni labda kuna mashamba ambayo ni contaminated, kwa maana kwamba mm, halikutakata vizuri, labda maji yalizidi. Kwa hiyo inabidi hu unayaweka pembeni, unayaondoa, unayaondoa. Kwa hiyo hizo ndio management ya huo mtu anafanya. Yeah. Kuna changamoto sasa kubwa ambao watu ambao wanaingia shambani oga wajisemi unakuta kwamba tu watu wanapata technical details kwamba unalima hivyo hivi hivyo unafanya nini, kuna soko vipi? mm. Kwenye kuhusu kilimo cha uyoga kuna soko vipi? Kuhusu soko lake uh, kilimo cha uyoga ni tasnia ambayo bado ni changa kwa Tanzania na serikali haija haija support kwa, kwa namna fulani, lakini masoko ya uyoga yapo. Mimi sijawahi kutangaza kilimo cha uyoga sehemu yoyote, na nikiwa na uyoga sijawahi kutana na uyoga unaona, saa nyingine huwa wanazidiwa oda. Oda unazipata kutoka kwa kina nani sasa? Nazipata kutoka kwa wateja wangu ambao mimi sikutafuta, wao ndo walinitafuta. Kwa hiyo ukianza kulima uyoga utatafutwa tu watu <laughs> kwa hiyo watu wana, wana, ni watu wa migahawa, watu wa makusini, watu wa nyumbani. Uyoga unaliwa sehemu mba mbalimbali sana sana, mahotelini. mm-hmm. hoteli nyingi za, za Tanzania zinazopokea watalii kutoka nje ya nchi. mm-hmm zina menu ya uyoga, hasa kwenye breakfast, kwenye chai na chakula cha mchana au cha usiku, yeah. Huwa wana, wana uyoga. Kwa hiyo target market yangu ni hoteli mbalimbali za hapa Tanzania, watu binafsi, pia shule zinatumia uyoga kama Specemen. Specimen kwa Kiswahili sijui ni nini kwa kweli. Sawa sawa. Zinatumika kama specimen au vifaa vya maabara ndiyo. a ah, yeah, watu binafsi yeah, hao ndo watu ambao wanatumia uyoga sana, pia watu ambao ni n anyway, watu sana, sana wale wanaotambua afya zao. Kuna watu ambao wameambiwa wa na madaktari wasitumie E, wasitumie vyakula vyenye kolesterol na ukiangalia e, proteini nyingi zina kolesterol, so, kolesterol free. Lakini uyoga ni moja kati ya proteini ambayo ni kolesterol free haina kolesterol, okay. Kwa hiyo ukipata au, uyoga kidogo au ukiwa na, na pula uyoga kila siku utapata proteini ambayo haina kolesterol.